Wapendwa katika Kristo mfufuka, ni miaka elfu mbili na ishirini na tano imetimia tangu imani hiyo katika huyo ambaye alifufuka Yesu Masia imefuatwa na hao ambao waliamini katika kwanza huo ufufuko wake na baadaye katika yote haya yanayofundishwa na mama Kanisa kumuhusu yeye kama alivyoyafunua kwa hao ambao walikuwa wanamsikia. Tunafurahi na sisi leo tunapojikuta kwamba tuna imani hiyo imani katika Yesu Kristo mfufuka ambaye tunajua kabisa kwamba ndiye yeye huyo ambaye ameukomboa huu ulimwengu akatupatanisha sisi wanadamu na ulimwengu pamoja na Baba Mungu wetu, hali ambayo inatufanya tuwe na matumaini ya yale yote ambayo Kristo mwenyewe aliyasema alipokuwa anawavuta hao ambao ilibidi sasa wakubali na wamsikie kwa unyenyekevu kabisa, huyo Mungu baba yake ambaye ndiye yeye peke yake mwenye uwezo wote na ambaye anaweza kutuletea hiyo furaha isiyo na mwisho, ambaye yeye mwenyewe alipenda kwa upendo wake mkuu, huyo Mungu wetu, kwamba sisi viumbe vyake na kila kilichopo tuweze kushiriki katika furaha hiyo isiyo na mwisho. Ninafurahi kwamba tuko sasa sisi vijana ambao tumependa nasi tuongozwe na imani hiyo, na hilo itaonekana wazi katika hayo maamuzi mnayoyafanya ya kupenda kuimarika katika imani hiyo na mbaki katika imani hiyo mkiongozwa na huyo mama yetu Kanisa, na kwa sababu hiyo mnajitokeza kwa wingi kama mlivyofanya tangu mlipokutanika katika mkusanyiko huu wa Pasaka ambao tunafanya kila mwaka, na mkapenda tena mje kuonesha hiyo imani yenu kama walivyoonesha hao wa kwanza ambao ni mitume na wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao bila woga baada ya kuwa tukio hilo limefanyika la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wakalisimamia wakalisema, na akapenda waongozwe na huyo Kristo mfufuka, ili nao waweze siku moja wamkute huko aliko katika utukufu usio na mwisho pamoja na kuwashukuru nyinyi vijana wote kwa ujumla, ambao mnapenda mdumu katika imani mwe imara katika imani, kama tulivyokumbushwa na mababa askofu wa kanisa Katoliki la Tanzania katika waraka ambao ametuandikia wakati wa Kwaresima, kusimama katika imani. Kuna hawa wengine ambao leo tutashuhudia wakipokea sakramenti hiyo ya Kipaimara na hiyo sakramenti ya Kipaimara kwa vyote wanataka na wao sasa waimarishwe zaidi, ili waweze kuendelea kusimama katika imani, na sio tu kwa maneno, bali hasa zaidi kwa matendo, wakiishi na kuongozwa kwanza na sauti yake huyu Mungu wetu, sauti ambayo tunaipata vizuri kutoka katika neno lake Wanataka waishi wakiongozwa na sakramenti hizo ambazo zinatupa neema na kutuongezea hiyo nguvu, na sio hilo tu basi, kutuongezea hata huo ushujaa. Roho Mtakatifu alipowashukia hawa mitume baada ya kuwa Yesu Kristo amepaa mbinguni, nafahamu kabisa kwamba siku ya Pentekoste kanisa linapoanza sasa la hawa wafuasi hawakuwa na woga sana. Nyinyi mkipenda kuongozwa na hizo sakramenti, neema ya Mungu, na napekee sasa hawa ambao leo watapokea sakramenti hiyo ya kipaimara, kuongozwa na nguvu hiyo Roho Mtakatifu, mtaweza kuyafanya mengi. Kwanza mtadumu katika hiyo imani, na mtaweza sasa kuyafanya, hilo la tatu, ni yale ambayo ni mapenzi ya Mungu katika maisha yenu. Sikusema nampenda Mungu, naamini katika huyo Kristo aliyefuka, haitoshi inakuja sasa hiyo ya kwenda pembeni kwa haa jirani kwa sababu huwezi ukamsema unampenda Mungu kama kulionyeshi hilo katika matendo yako hayo, ambayo ndio yale aliyoyafunua Kristo kwa hao jirani zako. Ndugu zangu, leo nisingelipenda kusema mengi, isipokuwa napenda kusisitiza hilo moja la kudumu katika imani, tukifata mfano wa hao ambao wametutangulia, tukianza na hao akina Petro, Petro, mnafahamu kabisa kwamba katika hayo tuliyasikia kwenye juma hili kuu, na hasa kuanzia Jumapili ya matawi na baadaye Ijumaa Kuu, Petro alipofikia wakati fulani akawa dhaifu akamkana huyo Kristo, lakini kwa sababu tu ya kuisikia hiyo sauti ya Mungu na akapenda aongozi na bado na huyo Mungu aliyokuwa namwita, alikubali na akabadilika, na akawa kweli imara, na kumbe alimarishwa na huyo mwenyewe ambaye alikuwa amemuita, na akataka baadaye aje kwa yeye ndiye mwamba, na juu ya mwamba huo ndo aje kulijenga hilo kanisa lake na huyo Petro baada ya kuwa amepata hiyo nguvu akaongoka kwa namna ya pekee, basi bila woga ndio akaanza kuitangaza hiyo imani. Mesikia katika somo la kwanza hilo kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume jinsi alivyokuwa anatangaza huo ukweli wa ufufuko, kitu ambacho na sisi inabidi kama kweli tumeimarika katika imani au tunatafuta kuimarika katika imani, tusiwe na woga, tufuate mfano huyo Petro katika kulifanya hilo, kutangaza hiyo imani yetu bila woga. Lakini msahau tusiende tunasema sema tu, hapana. Tuwe na sababu, kwa nini tunafanya hivyo. Yawepo hayo ya ukweli kabisa ambayo tunaenda kuyatangaza, na ili tuyapate hayo kama nilivyosema, lazima tuisikie sauti ya Mungu, ambayo sauti ya Mungu hiyo kwetu sisi inasikika kupitia katika kanisa toka katika maandiko hayo kama nilivyosema, lakini katika mafundisho ya kanisa ndio utapata hiyo sauti ya Mungu. Usiende na maneno yako tu, kwa sababu leo kama leo, na hasa nyinyi vijana, mtakutana na watu wengi sana ambao wanakuja kwenu, wanasema hili, wanasema lile. Wengine mnao hata madarasani kwenu huko, mnao katika jumuiya mbalimbali mnakokuwa, wanakuja na yao kwao. Tuwe waangalifu hapo, tizame ni nani anatuambia na ni nini anachotuambia baadaye na sisi tuweze kuwa na hayo kweli ya kwenda kumshuhudia huyo Kristo katika yale ambayo ni ya ukweli. Sasa wakati mwingine katika neno hilo dini, katika neno hilo kanisa, tunaanza kupayuka na kuyasema mengi sana, tukifikiri kwamba ndio hayo kweli ya kumshuhudia huyo Kristo mfufuka, lakini si kweli, na badala yake yanakuja kuleta maneno ya vurugu wale watakaopata kipaimara leo pamoja na sisi wengine kwa hilo la kutaka kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu, naomba kesho kesho kutwa mtakaporudi huko nyumbani, mrejee kwenye sura ya tano. Mtakumbuka najua, nyinyi na mna akili zako nyingi na mnakumbuka sura ya tano ya waraka wa Paulo kwa Wagalatia, ambako kuanzia hiyo aya ya kumi na tatu kitaka inakuwa nzuri zaidi mpaka aya ya 26. Galatia sura ya tano aya hiyo ya kumi na tatu mpaka 26, na atakapokuja kuzungumzia hayo matunda ya Roho halafu na zile nguvu za mwili. Leo kama tulivyosikia, huyo huyo Paulo anapoandikia hao Wakolosai anawaambia wayatafute hayo yaliyo juu na sio haya yaliyo chini. Ndugu zangu, Paulo huyo huyo katika barua hiyo ambayo nimeisema kwa Wagalatia anayazungumza hayo kwa namna hii, ya mwili na roho. Kuna wanaoongozwa na mwili kwa sababu, na sasa hao wanaoongozwa na mwili ndo baadaye watakuja kusemwa kama hao ambao wameakalia haya ya kiulimwengu hapa wataongozwa na hizo nguvu za kiulimwengu hapa, tofauti na hawa ambao wataongozwa na huyo Roho, nguvu wa Roho ambaye nyinyi wale mara mtapokea namna ya kupokea na sisi tulishapokea vile vile hata katika ubatizo. Sasa wewe ukitaka kumshuhudia huyo mfufuka ukiongozwa na nguvu ya mwili, lakini ukifikiri kwamba wewe kweli unamshuhudia na unaamini kwa sababu ndo utachukuliwa na hayo ambayo ni ya tamaa. Kumbe utakuwa unayasema mengine, sio kwa sababu unataka kumsema huyo Kristo, lakini kwa sababu yako wewe mwenyewe, hayo ya hasira ambayo ndio itakuwa nakuongoza ni ya mwili, hayo hayo ya vurugu, tutazungumza na mengine yote ambayo ni madhambi, wa sherati, hasira na magomvi na mengi ambayo ni kinyume kabisa na haya ambayo yanaongozwa na nguvu roho ya kiasi ya upendo ya uvumilivu. Ukawa na hayo hapo ndo takuona kweli kwamba wewe unamshuhudia huyo ambaye yeye alikuwa ni mvumilivu, ambaye alikuwa na upendo pekee mpaka akatufia msalabani, ukayafanya hayo ambayo kwa kweli ni kumfuata yeye ambaye anatuita tumfuate, basi kwa hakika utakuwa unamshuhudia huyo Kristo mfufuka. Kumbe ndugu zangu, tunaalikwa tuongozwe na hayo matunda ya Roho. Sitaki kuyataja au kutaja yote haya, nasema yanayotoka kwenye hiyo sura ya tano ya, ya barua ya Paulo anaoandikia hao wa Galatia, mtafanya nyinyi itafakari na ukayafuate yale ya Roho atakao kuonesha matunda ya Roho hakika utakuwa unamshuhudia huyo Kristo mfufuka. Na tusiogope, kwa sababu tukayafanya hayo, basi tutakuwa tunafanya yale ambayo yanakuja kubadilisha hata ulimwengu ambao Kristu mwenyewe amekuja kubadilisha kutoka katika yale ambayo yalikuwa ni kinyume kabisa na Mungu alivyotaka, na kurudisha sasa katika huo mstari katika yale ambayo yako mema. Kumbe na sisi tukataka kumshuhudia huyo Kristo, takuwa tunashiriki pamoja naye katika kuendeleza hayo ya kujenga upya, kubadilisha huu ulimwengu na waliomo wote na vilivyomo vyote, ili uwe ndani kadiri ya mpango wa Mungu. Na tusiogopi kwa sababu ukayafanya hayo, hakika utawapata hata wengine wakufuata, hata kama ni wapagani. Na mfano huu unaonekana wazi kabisa hata kwa huyo Petro pamoja na wenzake baada ya kukiri ufuko wa Bwana, walianza kuyafanya maajabu kabisa, wakaanza kuwaponya watu vilema wote, wenye matatizo magonjwa mbalimbali mbali. Watu wakaanza kuwakimbilia, ni kwa sababu ya nguvu huyo aliyempata nguvu wa Mungu ambaye alikuwa pamoja nao akiwaongoza, ili waweze kuyafanya yale ambayo ni mema na wakatokea hata wale wengine ambao halikuwa hajaamini ukisoma katika kitabu hicho hicho cha Matendo ya Mitume sura ya tano mstari wa 35 na kuendelea, kuna baba mmoja ambaye anatajwa aliyokuja kuwatetea. Yeye hakuwa ameamini tayari, kuwatetea hao ambao walikuwa na wafuata wakina Petro pamoja na wenzake katika hayo mazuri walikuwa wanafanya, kwamba wawaache ni ushuhuda wa ufuko wa Bwana na kuwaona hawa wanaomfuata sasa, baadaye wakisaidiwa na wale wengine ambao baadaye watakuja hata wengine ambao hawajatambua na kulielewa na kukiri hilo la ufuko wa Bwana. Huyo Gamalieli ambaye atasoma humo katika hiyo sura ya tano ya kitabu hicho cha matendo ya mitume, alikuwa ni mwana sheria mfarisayo ambaye yeye Aka hawa akawaambia kuwa makuhani ambao alitaka kuwaua hao walikuwa wanaamini katika huyo Kristo mfufuka. Kwa kweli huyo mtu ambaye alikuwa kwao, kwa kweli ni kama kero, kwamba amefuka, halija waingia kichwani. Sasa wale wanaoitangaza hilo uuaa, kumbe na nyinyi inaweza ikatokea na itatokea, mnapotaka kushuhudia au kumshuhudia huyo Kristo mfufuka, mkiongozwa na nguvu huyo roho, mtapata na vipingamizi, msiogope. Watakuja wengine wakina Gamalieli, kama huyu alivyotokea mwanasheria ambaye alikuwa anaheshimika sana katika Waisraeli, akaja kuwatetea hao, kawaambia kumbukeni, kwamba walishatokea watu wengine hao ambao walijitangaza kama huyu anavyofanya, wakina Yuda wa Galilea pamoja na wenzake. Mmoja huyo alipata wafuasi wengi tu, lakini alipokufa wote wakapotea. Anawaambia huyu Gamalieli. Alafu akatokea huyo mwingine, na yeye vile vile akapata wafuasi wengi, kama nyinyi wengi tu mnavyokuja kumfuata huyo Kristo, na yeye aliposambaratika na akatawanyika, kaondoka zake na wengine wote wakaondoka. Lakini akawatahadharisha, kama kweli huyu Kristo anayemsema huyu anayeyafanya kweli ni yake Mungu, sasa tukipingana naye au mkipingana naye mtakuwa mnapingana na Mungu lakini kama naye afanya ni kama wale wengine walivyofanya, basi yataisha. Ndugu zangu, ni miaka 2025, bado wanazidi kuja, ndio na nyinyi vijana mtakao kuja leo kupata na kipaimara mkataka, kumshuhudia Kristo amefufuka au hajafufuka? Na mko tayari kumfuata au hapana? Sasa na twita sote, kama alimwita Petro, alipomuuliza kabla Petro hajapata hiyo nguvu zaidi, akiwa ni mvuvi. Sasa baada ya kuwa Kristo ameuawa karudi kwenye kazi yake hiyo ya zamani, anakuja kumtokea mwende, msome tena katika Injili ya Yohane sura ya 21 ile aya ya kumi na tano, Injili ya Yohane aya ya kumi na tano anapomtokea anapowatokea hao mitume wake, wakiwa katika kazi ya uvuvi. Usiku kucha wamejaribu kutafuta samaki, hawawapati. Yeye anawaambia tupeni jarife hilo mkono wa kulia, na wanafanya na wanapata samaki wengi sana. Sasa baadaye, baada ya kuwa wamemaliza kula, anamwendea Petro ambaye alishamchagua, akijua atakuja kuwa sasa yeye ndiye mwamba, anamuuliza kama kweli anampenda. Je, Petro, we wa Yohana, wanipenda? Ndio. Atamwambia chunga kondoa. Atamuuria tena mara ya pili, wanipenda? Ndio, lisha kondoa. Mara tatu chunga kondoa. Petro anasikitika kwa vyote, aliakumbuka yale jogoo yule kabla jawika, utakumisha nikana mara mara tatu. Lakini mara baada ya hapo ndio huyo Petro sasnna namshuhudia kwa nguvu, bila woga na nalindwa na watu wengine Nataifanya hiyo kazi mpaka kufa. Lakini kabla ya kuondoka pale, sasa baada ya kuwa amemuuliza, alimwambia kitu gani? Sema nifuate. Ndugu zangu, na sisi leo bwana wetu Yesu Kristo katika ufufuko huu ambao bado tunautangaza miaka zaidi ya elfu mbili hiyo iliyopita tangu kitu hicho kimetokea, anatuita. Ananiita mimi, anawaita nanyi. Halo, kwa majina naitwa doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti kantini Tabora na John Paulo hosteli ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama na tunazingatia afya ya mteja pia. Katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgahawa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia. Ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareti kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora ama kanisa kuu, inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareti kantini iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0656 arobaini na tatu, sitini na nne, kumi. Ama sifuri sita saba nne, tisini na tatu, arobaini na tisa, arobaini na sita. Karibuni sana mpate huduma bora, safi na salama.